Mwagala, dakika 90, zimetamatika. Nyuki amekumbatiwa vilivyo, pengine unawaambia nini wanamboka Manyema Tabora United baada ya mchezo huu um? Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mechi ambayo imemalizika siku ya leo. Mechi malizika salama. Hakuja na changamoto yoyote, mechi imeisha vizuri. Um, namna ambapo tulivyojiandaa, tulijiandaa kwa ajili ya kupata matokeo, lakini imekuwa tofauti. Na kwa tofauti ni kwa sababu unaweza ukaona kwamba timu zote zilikuwa zinahitaji matokeo. Yanga alikuwa anahitaji kulipiza kisasi, Tabora alikuwa anataka kuendeleza heshima. Lakini mpaka hapa ambapo tumefikia naweza nikasema kwamba Tabora sisi ni the best. Na Tabora sisi ni wakubwa kwa sababu, um, tuna wale wanaobet wanasema level team nini yani gg kwamba yanga tuliokenda kwao tumeshinda magoli matatu kwa moja. Wao wametufunga wamekuja kwao, magoli matatu bila. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba na yanga tumeshamaliza na leo. tunasubiri sasa msimu unaokuja 2025 26 tutaanza tena upya kutafuta mbabe. Lakini kwa sasa hivi tusubiri msimu unaokuja sasa ndio tutajua. Yani tusubiri msimu unaokuja ndio tutajua Yanga na Tabora nani mkubwa. Lakini kwa msimu huu sisi na Yanga tumeshamaliza. Yani sisi na Yanga level yetu ni hii. Tumeenda kwake tumemfunga goli tatu, kaja kwetu katufunga tatu, wanao Jamani, umemwona Christina? Nimemtafuta, yani nimemtafuta alasani mwinyi yote, hatimaye nimempata. Sawa, Christina, kilichotakiwa ni nimemtafuta Christina, nimempata, tushabadilishana namba na Christina. Kilichobaki ni Christina kupaki mabegi yake kurudi. Mimi emejenu nimechukua jiko hili Christina ni mtoto mdogo. Christina. Asante sana, ongea nikupongeze bwana. Ni game nzuri nilipongeza. Tunaongelea mpira mmekuwa yeah, yeah, yeah. Yani na game nzuri. Ni kweli yani mmefanya mpaka wana Yanga na sisi tukajaribu kuona pengine tukapata game ngumu. Kwa hiyo mm, mm, niwapongeze Tabora sana na kunikupongeze pia, asante. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja Christina. Wewe mm, mm. Uh, ni msemaji kama walivyo wasemaji wengine. Sisi tumeelewa mm. Nyinyi mnapaswa kulindana. Sawa mm. Na kuomba iko kitu kikae kwenye akili yako. Kuna maneno inabidi uangalie. Sawa? Mm. Mtu mwingine, na yeye anakuongelea wewe hivyo. Sijui umenielewa? Mm -hmm. Sio nzuri, sijui umenielewa? Tunabidi tuli, tuli ndani Christina. Uzuri ni mwelewa noma, jamani, mimi naoa Christina, jamani, yaani Christina mwelewa ana noma. Christina mai Christina, pengine kwa kumalizia, ni lipi neno lako la mwisho kwa wana Mboka manyema kuelekea michezo inayokuja ya ligi? Ninachopenda kuambia wana Tabora ni kwamba mechi ya leo tayari imeshaisha. Hiyo nafasi ya kumaliza nafasi nne za juu. Kwa hiyo, muhimu kama ambapo tumekuwa tukishirikiana kwenye mechi kama hii ya leo, tumeshirikiana sana sana. Kwa kwa kiasi kubwa muna, kwa kiasi kubwa sana. Tunatakiwa pia tushirikiane katika michezo iliyobakia. Tuna mechi moja tu nyumbani dhidi ya ya KMC. Mechi zote ambazo zimebakia ni tunakwenda tunakwenda tunakwenda kucheza kucheza kucheza ugenini. Ugenini, kwa kuenda, kwa kwa, kwa hiyo hiyo wale ambao hatuwezi kwenda, maana siku ya Jumamosi na Pamba Jiji. Kwa hiyo, muhimu tuendelee kusapotiana ili tukapate matokeo mazuri msimu huu tunakwenda a tumemaliza vizuri tukiwa comfortable tukiwa tuna pressure kama ambavyo tulikuwa katika msimu uliopita. Basi mimi nikushukuru sana, asante. Na mimi nakupongeza.